Ikama umevumbikwa lakini sawa. So kesi nitakuheshimu kama unavyotaka kama shemeji, na wala sitokusumbua tena katika maisha yangu. <tune> Shule chekechea mana nimekosa hoja kujitetea, inanikunja <laughs> eh, inanipinda pinda pinda. Dunia tofauti na mama kutoka Dar es Salaam Tanzania, mpaka jijini Mbeya, ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamene, ila hadi chuma nimekiona najua ni, na ni asilimia mia mali ni yangu, na washauri waendelee kutumia PMBet maana ni uhakika, sio matapeli, os kubwa kila kitu yani, nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Em, songea huko, ah. Ina mama, u welewo, mi nataka nini? Unataka nini? Minaamnae mke wangu, mi siku sawa, siku sawa kabisa, kilengo iko sawa, naomba nipumzike, lakini ah. Mbona hivi vinazidi sasa? Unafikiri mimi kanisaidi nani sasa? So wakati sasawakati ndo mume wako na tuko ndani yote saizi hapa sasa, unataka nikwambie na vitu vyangu navifikiria, siko sawa, sina hiyo mudi, nielewe, naomba nipumzike, sogea huko. Unatengeneza maisha ya namna gani humu ndani tena, mbora kama vitu vinaenda mbele vinarudi nyuma vinaenda mbele, lakini unalazimisha kuvirudisha nyuma. Tutafikaje kwa namna hii? Vitu gani hivyo ambavyo vinaenda mbele mi navilazimisha virudi nyuma eh? Usitukelewa nini, nimekwambia nimechoka, akili yangu haiko sawa, niache nipumzike. Haya, nimelazimisha kipi hapo? Unajua mi nakuangalia hii eh? Kauli haujaianza leo, ni almost wiki nzima. Sasa hivi kauli yako ni hiyo hiyo, na bora basi ungekuwa unaumwa Yes, mke wangu saizi hali yake sio nzuri, anaumwa, ni mwache akikaa sawa, maisha mengine ataendelea. Lakini ni mzima wa afya, kila unavoamka unavoenda, unavorudi uko vizuri kabisa, lakini ninapokuja ile swala mi kuhitaji tu ya haki yangu, ndio najifanya sawa, uko sawa, sijui umevurugwa, sijui ni ume vitu gani, naona kabisa unanifanyia makusudi. Lakini ka ukijua misingi hii ambayo unaichukulia masihala, unavoitengeneza mwenyewe maharibu zaidi. <laughs> Na nakushangaa kwa sababu najua masuala ya vita haya hauyawezi chunga vairei, tusije kurudi kule kule ambako tumeshatoka na kusafisha vai vai, ukawi kuanza kulialia tena hapa, mistaki turudishan tulikotoka. <laughs> Mayawwa, eh? Fanya unafikiri kipi ambacho unaweza kufanya ukafanya sasa hivi kikanishtua mimi hapa nikashtuka, kikanifanya nilie? Hakuna wewe, fanya nenda huko, nenda tafuta wanawake wengine, maliza shida zako huko, kuwa na amani. mm -hmm. Eh. alafu sogea huko huko, sogea kule, una unene wa kunibanabana mimi, sogea kule Vipi? Vipi wewe, siuna mwanamke wako? Unarudi hapa nyumbani saa nne, siumalizi shida zako huko? Shule inayofunza mema na mabaya, mabaya wajuaji uh, na wapumbavu wa mu. Dunia, uh, anguko lako ni kicheko kwa wengine, wengine wasindikizaji uh, wapambanaji wa mu. Ino. Yeah. Ino. Dunia bwana, hey, hey! Nikisema nikupe iki kichwa, huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndio maana nalewa. hey, hey, kuna kilima poshusha, mwambie boda kuleta hadi huko mbele. hey, utakutana na matofali, matofali, alafu kuna kamba ya nguo

Huyu kaka wa moto mama yangu pale anam... si anatoa namba sijui, uh, uh, alafu huyu jeni sasa alivyokuwa juu kukataa, kampa namba mama yangu kampa simu. <coughs> Shogangu mndani tumeisha. <coughs> Mtu mwenye yu umeisha. e shogangu, mwenye mimba yake mimi bado shogangu, simu yupo, si kaka malaya? <coughs> <coughs> Huyu hebu twende shoga angu, maana unamwona jeni kashaanza kulegea, unamwona, unamwona. Hmm. Fuujeni mzoefu Yala, hera, Dunia. <tune> Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza, lakini leo mimi sasa nataka nikusanue, ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyoka mno hawa jamaa, so wameweka kibango chao kinachosema no english no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu, yes. Get ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone utanishukuru baadaye. Dunia nini? Uh, hii shughuli inatuhusu, ndio maana tumekuja. Endelea kumwambia unachomwambia. Aya, inawahusu? Mmeitwa au kuna mtu mnamdai? Mbona siwaelewi? <laughs> ukaka mkavu huyu. Sisi mgeni wetu hapo alipo tumekuja kumpokea. Naona muda mrefu umeendelea kumsimamisha. Haya, ulikuwa unamwambia nini mtoto wa watu? Weka vumba wewe, mnampokea vipi mgeni wenu? Wakati mgeni wenu ameshafika hapa na mazungumzo naye ya siri, kosa nyinyi, mlipaswa msogee kule, mwache nizungumze, nimezana na mteja wangu, alafu baadaye sasa ndo atakuja kama kumpokea. Mngekuja stendi mkampokea, ameshafika shida nini? Hebu sogeni pembeni basi. <laughs> Hmm, Yobani, hmm. Umata <laughs> mkavu. <laughs> Haya, uwe sisi mgeni wetu kama ulikuwa ujuhu. Na hapu walipu wamekuja metufata sisi. Chia ajabu sasa. Tunaona mda mrefu umeendelea kumsimamisha. Hatujui hata kinaendelea nini? Hatuleta hapo walipo kinaendelea nini? Tunaona mda mrefu umemsimamisha. Mara unamuomba vinamba, mara unamtolea tulia viela vyako. Acha utapeli bro. Au unakunywa dozi wewe? Weka vumba wewe. Unajizima data eh? Hm? Yaani mdoto umemsimamisha mdada wa watu anachoka dimiguu. Kwa sababu hivyo vyela vyako. Haya mbona hiyo ola kubembeleza sana? Kuna shida gani? Mbona hamna shida? Amenifikisha hapa nataka nipe nauli yake. Shajaje bwana, niongezea hii hapa. Mm, na kuongeza. We. Hivi nini? Mbona unataka kuniharibia kazi yangu? Huu ni utaratibu gani wa kuingilia majukumu ya mtu, kazi ya mtu? Mimi naongea na mteja wangu. Nataka nimeza na mteja wangu mambo ya siri, tuzungumze. Nyinyi mnaingilia nini? Eh? Eti unafahamu hawa? Ndio, mwenyeji wangu amekuja kunipokea. Sawa, wamekuja kukupokea, lakini sasa wakusubiri pale. Kamsubirini pale, ameshafika. Mnataka unaribia kazi yangu. Alafu mkiendelea kuzungumza ujinga, nitawaribia siku, yani nitagombana nyinyi. Siwajui, hamnijui, hebu ondokeni bwana hapa. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Anavyojua kuweka sasa, utafikiri anang'ata kweli, kumbe weka kachizi eh. Jeni ipo hivi Huyu anaitwa Kavumba. Aluwata ni Kavumba, ndio konkodi wa makaba wote wa kiume hapa mjini. Sasa basi, shoga yangu kuwa makini, kitakuja kikulambe. <laughs> niulize mimi kuhusu Kavumba. <laughs> we we, dada, hebu koma. Nani anaitwa Kavumba? Naitwa Kavumba ni jina gani? Mimi naitwa Silvesta, dada. Nie anaitwa Silvesta? Eh, hey, asante dada, kunisaidia mimi naitwa Silvesta, Sio kavumba mna, mnafananisha fananisha watu mtaani huko, mnanisumbua sumbua, mnaletea nzinzi tu hapa. Nii vipi nyinyi tena? Marufuku mbona. Silvestra, hebu shika pesa, nakupa pesa kwa sababu umependeza. Hebu kamata wewe <laughs> usipokee <usfukiye> hiyo hela wejeni <laughs> ludisha hela ya kavumba aka Silvestra. Rudisha mama, kitakuja kikulambe. Mjini utapona pachungu hapa. Alafu ukitaka kutoka unipigie. Mimi nakujia chap, sawa? Shule inayofunza mema na mabaya. Wajuani na wapumbavu. Kama raya eh. Ambuko lako ni kicheko kwa wengine. Wasindikizaji, wapambanaji Wakavumba! Wasifata! Nichukue yako bwana! Wajia nukudishia mm, yake ule! Ehe, amekupa shingapi? Kanipe elfu tano, na nauli, jumla jimle elfu kumi. Ah, elfu kumi. <coughs> Kwa hapa imebaki elfu arobaini? Hehehe <laughs> Shoga yangu. Nikisema nikupe utaelewa mjini, takufa kwa mawazo jamani. Msione nalewa ndio maana nalewa, sinywi mitungi kwa sifa, yanayoniferisha ndo chanzo, kama umevumbikwa. Lakini sawa sokei nitakuheshimu kama unavyotaka, kama shemeji, na wala sitokusumbua tena katika maisha yangu. Faiwe mtamu, umenichanganya sana ao nimepagawa unajitunza nini? Mimi Mungu naomba unitoe kwenye shetani. Naomba unitoe kabisa. Ui. neno ningejua huja mwisho wa safari, na nisingefanya ikisha kukuta ajali. Ningejua wajibu wangu, nisingekutana na ili. Kwa kiburi cha moyo wangu nimeuzofisha mwili hihihi. Dunia, dunia, dunia dunia dunia dunia imenielemea dunia dunia dunia dunia dunia. Dunia, una uhakika kila mtu alipata chakula kwa majina yake? Eh, nimepeleka mzigo kama ni ulivyoniagiza na amepokea vizuri sana na nikawapa utaratibu ule kama nilivyowaambia, wachukue kila mtu kutokana la na jina lake. Na baadaye nilipompiga mpenzi wangu, akasema chakula ni kizuri sana hivyo ameomba hata siku nyingine kumpelekea. Sasa kama kweli chakula wamepata na wamekula inawezekanaje? Yaani mpaka sasa hivi tu wakupigie simu tena, wamefurahia, wanataka tena siku nyingine wapelekee kwa sababu mimi nilitegemea sasa hivi niwe nimeshapokea taarifa nyingine kabisa. Yani kwa jinsi ile su mimi nilivyoiweka kwenye chakula toni, sio rahisi mtu mpaka sasa hivi awe sawa tu yani, kile chakula hata kama mtu angekula kijiko kimoja lazima tu ningepata matokeo. Yani hapa nilitegemea nipigiwe simu, mtu yuko hospitalini aidha hey, kafa au kupata matatizo yoyote yale, na sio kwamba eti nipokee upokee simu za watu wanafurahi, eti siku nyingine tena tuletee zawadi. Toni serious, lakini hiyo jukumu langu imetimiza. Sasa hayo mambo mengine ya kutokuwa labda haijafanya kazi, hilo sio jukumu langu mimi. Labda inawezekana mwenye katika utaratibu wako hujachanganya ya vizuri <laughs> yaani mimi nikosea kuchanganya sumu? Wewe tuone una masiala. Yani kabisa mimi nikosea kuchanganya sumu, sasa kulikuwa na haja gani ya kukupa upeleke Sumu nimetia mwenyewe, nimekoroga yani, nimehakikisha kile chakula au oh, labda tuseme ulikosea, labda chama tukampa nani, hata kama angekula yeke, matokeo ningeyapata. Nimekoroga sumu vizuri, nishindwe tu kuonja kwa sababu mimi mwenyewe kingenilamba. Ila ingekuwa na uwezekano, ningeonja Hatoni. Sijui kwa ananifanyia michezo yani inawezekana vipi? Yani anatokaje? Kwa sababu kile ndio kitu pekee ambacho niliamini lazima tutumpate nacho. Kwa sababu Mati namjua ni mlo wa mwisho. Inawezekana vipi, Toni? Yaani anatokaje, anaponaje? Yani unaweza ukanieleza vizuri, labda napoteza pesa. Ujue napoteza pesa, nawekeza na kulipa. Yaani katika kila kitu unachokifanya, Toni, inatakiwa uwe makini, yeah. Ino dunia bwana. Anyway, akijaharibika kitu sana. Japokuwa anahisi yani kuna michezo, yani kuna kitu hakiko sawa, yani haiwezekani. Hakuna shida. Sasa wewe cha kufanya unajua nini? Panga siku toke auti na huyo mpenzi wako. Yani hakikisha anavyotoka anatoka na ndugu zake. Yaani hakikisha baki mtu hata mmoja. Anavyotoka anatoka na Mati na Eke, anatoka huyo Eke, Mati na Neida wote. Alafu mimi nitakupigia simu nikwambie uende kiwanja gani, halafu mambo mengine yote niachie mimi. Shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa moo, dunia. Kwa dhamana ambayo nimekabidhiwa na PMBet, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na mshindi wetu. Asante sana dada, nashukuru sana PMBet kwa kuonyesha uaminifu mkubwa namna hii. Endelea kubashiri kwa sababu magari bado yapo mengi. Website ni ile ile ni www.pmbet.co.tz. Mm, kwa kimya. Kuna tatizo? Vipi kwa nimshikaje? Ayepo, ametoka, mm -hmm. Nakusikiliza shemeji yangu mm -hmm. Afula, umepaka make-up, mependeza sawa. Epo likuwa unatoka <coughs> menipakia mimi, unajua una viaibu fulani hivi ambavyo vinanikosha sana, unaiba fulani hivi ya kike. Unajua sisi wanaume hatupendi mambo mengi, tunataka mwanamke fulani hivi ambaye anaiba ya kike, amepoa. Yani sawewo ujumlisha kuvumbikwa huko, unajitunza na hivyo viaibu haya Full package yani. Najua kwamba menmsi ulikuwa unashua kuniambia, sikia, tunaweza kufanya hii na mapenzi yetu yakaendelea, ila mimi nataka nikupe kodi tu, haupasi pasi kubadilika, pasi kuwa mjeuli, unakuwa vile vile ili mshikaji asijue chochote na maisha yataendelea. Minishajitwa mwanga liwalo na liwe tu, kama nakufa acha nife tu lakini kulikosa penzi lako we siwezi. mm -hmm. Niambie, tunakiwasha hapa hapa au tunaenda chumbani? chumbani. Niambie leo unatakaje? Unataka mpaka ichanganyikiwe au kuna kitu kingine unahitaji? Kwa na mapenzi nimete huku tena, unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kuto kujua Kiingereza lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa si so wameweka kibango chao kinachosema no English, no service. Sasa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone utanishukuru baadaye. Hau, mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. E, ina nikunja ina nipindapinda. Dunia tofauti na mama alivyo nile ana nimekosa nguvu kujitetea, ee. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia ah. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Ah, wajuaje na wapumbavu wamo.